Ndani ya jiji la Muscat, Oman kunafanyika sherehe kubwa za kila mwaka zijulikanazo kama Muscat Nights, tukio linalovutia makundi ya burudani kutoka pembe mbalimbali za dunia kuja kuwapa burudani wakazi wa Oman pamoja na watalii. Sherehe hizi hudumu kwa kipindi cha miezi mitatu, ambapo zilianzia mwezi Novemba mwaka 2025 hadi tarehe 31 Januari ambapo shambrashambra hufikia tamati yake. Ni jukwaa kubwa linalobeba ndoto, vipaji na tamaduni za mataifa tofauti. Lakini kinachovutia zaidi safari hii ujio wa vijana wetu kutoka Waa Ward, kaunti ya Kwale, Kenya, wakiongozwa na kijana mwenye maono makubwa, Mohammed Bwax. Je, vijana hawa walipataje fursa hii adhimu ya kufika katika jukwaa la kimataifa? kwa mujibu wa simulizi yao, hawakuwa na mfadhili wala mkono wa kisiasa wala baasha ya bahati. Kilichowavusha mipaka ni kipaji, bidii na juhudi zisizo nyumba, kama anavyosimulia Idi Mansur kupitia LavishHat TV. So, kweli hakuna mtu aliyesupport wala mwanasiasa Uh, ni mtu mmoja tu ambaye ndugu yetu pia aliona video zetu uh, mitandaoni akazipenda, so akatuunganisha na tangu hapo taie, uh, tunashukuru. Alhamdulilahi, kuna kazi pia zinafunguafunguka zinazidi, alhamdulilahi. Hii ni ishara tosha kwamba katika dunia ya leo mtandao ni daraja eh, lakini bidii pia ndio njia sahihi ya mafanikio so watu wakifanya bidii watu watafika mbali na kusaidiana pia. Wallahi, hii ni zaidi ya exposure, kwa sababu hii ni festival ya kiinternational. So huku kuna timu nyingi, yani kuna nchi nyingi tuko nazo hapa saa hini, tunapata fursa ya kujuana na watu aina tofautitofauti. Huku tuko na warusia kuhuku na items zao, tuko na wachina yani nchi nyingi za dunia ziko huko, so hii ni zaidi exposure kwetu. Sawa, hii tunatambulisha kwa ukubwa za zaidi ya kupata sehemu nyingine za, za <tutu> international zaidi. So kwetu ni furaha kubwa kupata hii nafasi, na inshallah mwezi mwingine tutazidi kufungua njia e, na mwezi pia nasafisha na, hii nafasi pia, Mwenyezi Mungu amzidishie baraka eh, amzidishie moyo huo huo wa kutafuta njia na kusaidia wenzake yani vijana hawakungoja wa wa kuitwa, walifanya kazi, wakaonyesha walicho nacho, na dunia ikawajibu. Hadithi hii ni chachu ya kufaulu, ni ujumbe mzito unaosema usidharau ulipo, usikate tamaa kwa kukosa sapoti, usione ndoto zako ni ndogo. Kama vijana wa wawodo waliweza kutoka Ng'ombeni, Kwale Kaunti hadi Muscat Oman, na basi, inawezekana pia kwa kijana yoyote mwenye nidhamu, uvumilivu na juhudi za dhati. Hii siyo tu safari ya burudani, ni ushahidi kwamba bidii hulipa, ni somo kwamba vipaji vya kijijini vinaweza kung'ara kimataifa, na ni mwito kwa vijana wote. Amini kipaji chako, fanya kazi, jitume, na dunia itakuona. Bidii inalipa. Ndoto halali. Jitume. Kupitia LavishHat TV, mguso wa jamii, mimi ni wako. Hussein Bandari, jambo jambo bwana, habari gani? Nzuri sana wageni, mwakaribishwa Mombasa yetu agu ni jiunge na hii kampuni ya LavishHat, imenifunza mengi na kanifanya niepukane na mengi huko mtaani. Kama unavyojua, wengi wamepotea vijana lakini ukijiunga na hii kampuni inakusaidia, ina inakuelimisha, inakukuza, na tangu nijiunge nimefika mahali, lengo langu lilikuwa nimelieka, na naona hii kampuni ikisaidia wengi, ikitoa wengi waliopotea mitaani na kuwapeleka mahali wanastahili kufika. Na pia ningetaka kumshukuru kiongozi wetu ambaye ametuelimisha na kutufanya tuwe watu wa wanaoheshimika uko nje.